Vielewe hakuna mbuzi wa kafara abundance. Zoezi la uchaguzi sio zoezi la kivita. Ndio maana mimi nilikuwa nauliza siku moja kwamba mimi kwenye uchaguzi sitarajii kuona sijui magari sijui mwanadamu. Kwenye uchaguzi ni sera, karatasi za mpiga kura, sanduku la mpiga kura, majukwaa ya kisiasa, watu wa jinadi. Mwabukusi nikishindwa, nirudi, maanake watu wamenikataa